Sasa mm, unajua mimi nasema hivi kushika hela nikawa sina uhitaji wa aina yoyote, ndio maana naongea hivi. Mm, siyo swala tu ya kusema na Yesu. Yesu asipokuwa mtoshelevu wako, bila kujali unaumwa au umeambiwa utakufa kesho. Ukiambiwa utakufa kesho uone kawaida, ukiumwa uone kawaida. Usipofika hiyo level We hujawahi kuenjoy kuwa na Yesu mm, kwa sababu ki chochote wewe kitakusukuma nje, chochote kwa ndo maana kumbe tumekuwa na changamoto pia ya wastaafu yeah. Wastaafu wengi ni kama wakisha staafu wanaona maisha yao yako hatarini sana mm, maisha yao yameishia pale yeah. Uh, wanategemea tena watoto mm -hmm. Na sasa ukuta watoto unao uchumi haujakaa vizuri mm -hmm. Pension serikali labda imechelewesha kidogo yeah. Uh, mafao na nini, kumetokea changamoto, tunaona wengi maisha yanakatika, na ndicho hicho ambacho nimeandika kwenye kitabu mm -hmm. Maisha ni zaidi ya chakula, mifumo miwili inayoongoza ulimwengu okay. Kuna watu wanajidangaza, wanajidanganya kwamba wanawekeza kwa watoto. Hakuna kitu kama hicho afu watoto mm. wanakuja kuwa disappoint, yaani mm. hakuna kitu kinaitwa kuwekeza. Paulo kwenye Bible, mimi nasoma Biblia sana yeah. Paulo alikuwa anawaambia alikuwa nadhani ni, ni, na ni, ni Korintho, wakati anawajiandaa kwenda akamwambia, jamani mwandae vitu mapema kama mnataka kunisapoti mm. kila mtu anavyopenda mm. eh? lakini msijiumize kwa sababu haifai mtoto kuwekeza kwa ajili ya mzazi mm. bali mzazi kwa ajili ya nini ya mtoto, ya mtoto. Mm. Kwa ukianza kuona baadaye kwamba watoto watakuja kukuhudumia wewe ukizeeka yeah. Maanake unaenda kinyume na prinsipo hata za, kwa sababu Biblia inasema baba anawarithisha watoto wa watoto wake okay. Maanake urithishe uh, eh, watoto wako watoto wako nao warithishe watoto wa watoto wako. Ukianza prinsipo ya kusema wewe watoto waje kurithisha, unaenda kinyume na utaratibu. Maanake mm. unatengeneza mnyororo wa umasikini kwenye uko wako Mm. Kwa sababu wewe unataka utafute vitu kwa ajili ya wajukuu. Sio kwa ajili ya wewe unataka kizazi mpaka cha tatu. Umeshakitengeneza. Sasa je, na chenye pia kinatengeneza, kikifika kule kwa ajili ya vitatu vingine. Yeah, kwa sababu historia inaonyesha mara nyingi vizazi, vizazi cha nne huwa ni balaa, yaani wengi mali huwa zifiki kizazi ah, cha nne. <laughs> Hata kwa wajukuu <laughs> yani. Yes, kwa wajukuu yeah. Yeah. Kwa kuto kutambua hiyo principle yeah, inachelewesha pia maendeleo ya familia kama familia mojamoja moja, lakini jamii na taifa kwa ujumla panzia. Wewe ni, ni, ni, ni, ni, ni shahidi hivi mm. Kuna mzazi gani ambaye ana mentality ya kuwekea za, wajukuu wa zake? Mm. Nani y yeah, anawawekea wa yeah. Watoto hata wa watoto hawawekewi baadhi mm. Yeah. Yani hao ni asilimia moja au mbili hata mm. Sijafanya research risech mm. Kwa sababu familia tulizokuwa tunaziona kusomesha, na kuna biti moja ambalo wazazi wao wanalifanya wanalitoaga sana, mmekalia makochi yangu tu <laughs> a <tipuleta> mka, mka, that's, that's not good. Hiyo sio sawa. Huwezi kumwambia mwanao amekalia makochi yako. Wewe unataka kutengeneza vitu, kwanza unaposema unajenga watoto uwarithishe wajukuu mm. Bro sio mali intellectual ah. Usipowekeza huko mm. Wanavimaliza ufahamu ufahamu, e, wow. Ufahamu.